Jamaa yetu wa karibu mtoto wenu wa kazi wa ijalilimi ndugu yenu ninamkaribisha waombe kura. wangapi wanasema, anatosha? Sisi anatoshaim kama mji ni safi, basi ikipekee ni sisi, moyo sisi safi. Asalamu alaikum. Asifiwe. Ninawashukuru sana ndugu zangu kwa kuhudhuria mahali hapa siku ya leo. Ndugu zanguni, ina mama wenzangu, vijana wa baba, nimesimama mbele yenu ninaombi kwenu ndugu zanguni, ninawaomba na nimesimama mbele yenu kwa unyenyekevu na kwa heshima kubwa, ninawasisitiza na ninawaombeni sana Oktoba 29 tujitokeze kwa wingi sana sana, tukawapigie kula wagombea wetu wa chama cha CCM nafasi ya urais. Ndugu zanguni, nawaombeni tumpe kula Mama Samia, ubunge tumpe kula zote ndugu Ngaiwa, nafasi ya udiwani kata ya Kahama mjini. Ndugu zanguni, ninawaomba sana tumpe nafasi ya udiwani ndugu yetu Godson Andrew Godson mmenipokea asante sana, asante sana mke Mheshimiwa Mtamajima, asante sana na Mungu akubariki. Maombi yako watu wa kata ya Kahama mjini wameyapokea. Waheshimiwa mgombea udiwani, omba kura na kisha tuendelee na taratibu zingine.